Utawala wa Trump unapunguza mabilioni ya dola katika ufadhili wa vyuo vikuu, kudhibiti maudhui yao ya kitaaluma, kuwazuia na kuwafukuza maprofesa wa vyuo vikuu. Profesa wa chuo kikuu cha Georgetown Kwame Otu. My experience has been that... kwa uzoefu wangu kama profesa anayezungumzia maswala ya utumwa, kwa mfano inabidi unajua kuwa makini zaidi ili kufanya mada kuvutia, sivyo? Tena, serikali imeweka wazi kuwa mradi wowote unaozingatia haki ya mazingira, rangi na hali ya hewa hautofadhiliwa. Kwa hivyo ingawa nina pasipoti ya Marekani na ni raia wa Marekani, ninaogopa kwamba kwa namna fulani mtu ataniingilia kisheria ili kuwalalisha, kusimamisha uraia wangu. Najua walimu wanaotoka shule walikozuiliwa, ambao hawakufukuzwa lakini mimi binafsi nilikamatwa na ICE. Nataka kuondoka nchini, lakini nataka kurejea Ghana au nataka kuenda mahali pengine. Go else? asilimia 75 ya wanasayansi nchini Marekani wanawazia kuondoka nchini humo kwa sababu ya mateso ya kisiasa yanayofanywa na utawala wa Trump. Miongoni mwa wasomi na wanasayansi zaidi ya 1,600 wanaelekea Kanada, Uropa na China kwa sasa.